Wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu wameapa kutorejea kazini huku mgomo wao ukiingia wiki ya tatu. Wakuu wa vyama vya UASU na KUSU wakisema ni lazima walipwe shilingi bilioni 7.9 zilizoafikiwa kwenye makubaliano ya mwaka 2017-2021. Waziri wa elimu, Julius Migos Ogamba, hata hivyo, anasema serikali haikubaliani na kiwango hicho na itaelekea mahakamani Jumatatu ijayo. Haya yanajiri huku masomo ya maelfu ya wanafunzi yakisalia njia panda. Kama anavyotuarifu Willy Lusige, ndivyo taswira ilivyo katika vyuo vikuu vya umma. Vyumba vya mihadhara vimebakia vitupu, wanafunzi wakibaki bila masomo Mishane. katika chuo kikuu cha TUK jijini Nairobi wanafunzi wamelazimika kubadilisha vyumba vya mihadhara kuwa vya michezo, huku mgomo ukiendelea wiki ya tatu. Wahadhiri wakiimba nyimbo za mgomo na kusisitiza kuwa hawana nia ya kusitisha mgomo hadi matakwa yao yote yatimizwe na serikali. Kilichowaudhi zaidi ni hatua ya tume ya mishahara ya SRC kudai kuwa imewalipa shilingi milioni 624 kwa makubaliano ya mwaka 2017 mwaka 2021, na sasa ikitaka kupitia upya rekodi za mishahara ya vyuo vikuu. Wahadhiri wanapinga wakisema mahakama tayari iliamuru walipwe bilioni 7.9, wasibanduke kwenye mgomo ambao wameitishiwa wasitishike. Mgomo huo unatishia kusababisha migomo zaidi, huku wahadhiri katika vyuo vikuu mbalimbali wakitishia kuendeleza maandamano hadi masuala mengine ya kiutawala na ya mishahara yashughulikiwe. Wahadhiri katika baadhi ya vyuo wakiapa kutorejea kufundisha hadi matakwa yote yatimizwe. We sympathize with our students, but then again, The rallying call is to the government. You are the one at fault. Please pay lecturers. Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba amesema serikali itaelekea mahakamani wiki ijayo. The negotiations are ongoing and we are going to have a court appearance on the 6th of October to confirm whether that conciliation process has taken place. And what the outcome of it is. Kusalia kwa mahame kwa vyumba vya mihadhara katika vyuo mbalimbali nchini kunaashiria jinsi hatima ya wanafunzi imesalia sasa kusuasua wasijui ni kipi cha kufanya. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, katika chuo kikuu